Chama cha walimu nchini KNUT kimelalamikia kuendelea kutekelezwa kwa sera ya uhamisho wa walimu licha ya ahadi ya serikali ya kuifutilia mbali. Chama hicho kinasema sera hiyo ni sawa na adhabu kwa walimu na inahatarisha umoja wa familia pamoja na afya ya akili ya walimu. Akizungumza mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi, katibu mkuu wa chama cha KNUT Collins Oyuu alitaka serikali kufutilia mbali sera hiyo. This is a devil that we must fight Tufani mpya inatokea katika sekta ya elimu kufuatia lalama za walimu kuhusu kuendelea kutekelezwa kwa sera ya uhamisho wao. Chama cha walimu humu nchini KNUT kimesema sera hiyo ni kinyume cha sheria baada ya kufutiliwa mbali na bunge, na hawatakubali utekelezaji wake we know too well that And I told Teacher Service Commission in no uncertain terms that we cannot use promotions to advocate delocalization. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa chama cha KNUT, Collins Oyuu, tume ya kuajiri walimu imekuwa ikitekeleza sera hiyo kisiri na kuwahamisha walimu hadi maeneo ambayo hawajazoea. If a teacher has to be promoted and there is a chance elsewhere, leave this teacher here Until we have chances here for the teacher to be promoted. But the letter, the promotion letter must be given to you. Oyuu alionya kuwa huenda hatua hiyo ikaathiri matokeo ya mtihani iwapo walimu wataendelea kuhujumiwa kupitia sera ambazo anasema si za haki na zinazokisiwa kutishia ustawi wao wa kijamii. Families were destroyed. So what we signed on the 18th of July, by and large, nothing like the localization for teachers in this country. Oyuu alisema haya mjini Kapsabet, kaunti ya Nandi wakati wa mkutano wa mwisho wa mwaka uliowaleta pamoja walimu kutoka maeneo ya Nandi ya Kati na Chesumei. Joseph Ohungu, Darubini Weekendi.